Uchungu wa kuvunjiwa pagale langu, sina kesi, hajanishitaki hajanipeleka kwa mjumbe hata siku moja, lakini napigiwa simu, nipo mbali naambiwa huku pagale lako linavunjwa. Mimi mwenyewe nimepanga mpaka umri huu, nitapata wapi pesa nyingine ya kujenga pagale kufikia hali hii? Nina watoto, nina wajukuu. Yeye kama yeye anachukulia kesi ya mzee Omari kwa nini na sisi asitushitaki, tukaenda mahakamani ili ajue kama tumeshindwa ndio aje bomoe. Lakini haja tushitaki hata kwa mjumbe hajatupeleka, imekuwaje leo anakuja kuvunja? Mimi kilio changu, naomba waziri mwenye dhamana, mkuu wa mkoa, Mama Samia, naomba naomba, naomba huyu mtu pamoja na jopu lake lote Tunataka uwaite na sisi utuite tu, tuongee wote ili tujue nani mwenye makosa. Mtu unawezaje kumvunjia kitu chake? hana hata kibali, ninavyosikia kaja hapa, hata kibali hana. Naomba jamani, naomba mama Samia, mama Samia, naomba mimi, umri kama huu kweli naweza wapi kujenga? <laughs> naweza wapi kujenga nyumba kama hii? Tena amekuja kunivunjia, hata kibali hana. <laughs> <laughs> naomba naomba unisaidie, naomba unisaidie, rais. Mtu ana, anasema kabisa mimi sehemu yoyote siwezi nikashindwa. Kwa maana hiyo yeye ana mtandao mkubwa kila sehemu, ameweka mbi, miundo mbinu yake sisi ya kutushinda, kuja kutudhulumu haki zetu. Tumenunua kabisa kwa hati, tunazo pesa tumetoa. Leo yeye anasema sehemu zote zote, na anasema bado mtu huyu wa aina gani? Jamani tunaomba tunaomba tunaomba, chonde chonde, mkuu wa mkoa, mama Samia, mama Samia, kilio chetu mama Samia, tunaomba, tunaomba tunaomba tunaomba tunaomba utusaidie. nua eneo mimi mwaka 2016 shilingi milioni saba. Baada ya hapo nikawa nimejenga wamekuja watu wamenivunjia nyumba zangu mbili, moja nyumba mia na tisa moja mia kumi na moja pasipokuwa na taarifa yoyote na mimi wala sijashitakiwa sehemu yoyote ile. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Rais kwa hili nilichofanyiwa mimi na mke na mtoto, mpaka sasa hivi sioni sehemu ya kwenda. Naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika hili vile vile aliangalie kwa jicho la mbali. Hawa watu ni majambazi. Mi mpaka sasa hivi sina sehemu ya kuishi. Mpaka sasa hivi unavyoniona, hata sehemu ya kwenda chooni sina, najisaidia tu kwa majirani. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa rais atakayeguswa Mheshimiwa Rais, wote viongozi wote, mpaka wabunge wote, naomba mlisaidie swala hili. Sina sehemu ya kuishi, sina ndugu zaidi ya majirani. Nimekuja mimi mwenyewe, naishi mwenyewe, nilikuwa na wapangaji zaidi ya sita. Wapangaji leo mpaka leo hii hawapo, wameibiwa vitu vyao, mimi mwenyewe nimeibiwa vitu vyangu, mpaka saa hizi nalala nje. Naomba mheshimiwa, sina, naomba swala hili lifuatiliwe kwa haki, ili niweze kupata haki yangu. Nimepata shida sana mpaka saa hizi, mheshimiwa, naomba uongozi wote wa serikali kama unanisikia, uongozi wa serikali ya chini wote umeoza, kwa sababu haiwezekani serikali ya mtaa inakimbia, inaficha maovu ime, wanasema kwamba watu wasioji. Ni nani ambaye mtu atakiwa asioji? wapo kuja watu wamefunga milango, serikali za mtaa wamekimbia. Kwa hiyo naomba mheshimiwa rais, mimi naitwa Mwalimu Selemani, mwalimu Muislamu. Naomba usijali dini wala kabila, naomba nisaidiwe mheshimiwa rais na vile vile wananchi, vile vile kila atakayeguswa na swala hili naomba mheshimiwa nisaidie kwa sababu nalala nje, sina sehemu ya kuishi. Nao watu washughulikiwe kikamilifu, kwa sababu huyu mtu anasema bado nyumba zaidi ya kumi na huyu mtu ana pawa yoyote zaidi, ana watu nje wanaomsaidia, na ni viongozi vile vile wa serikalini, na ame, anadai kwamba baraza la ardhi amelishikilia. Sasa hatufahamu, juzi mwenyekiti anampigia mjumbe Edward anamwambia, mimi nimefungwa mdomo. Sasa nataka kujua hii kufungwa mdomo, amepewa pesa au amepewa nini? akuja kwa kweli. Leo hii akihitaji kura anakuja kwetu, anahitaji kura. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa, naomba Mheshimiwa Rais, nalia na mwanangu hata mwaka na miezi nane na mtoto mmoja, naishi vipi? Sina ndugu e, mwenye, naomba mnye, Mwenyezi Mungu akusaidie Mheshimiwa Rais. Unitie nguvu katika hili, unisaidie niweze kupata haki zangu. Huyu jamaa ni tapeli. Eneo lake alishaliuza na ikiwezekana mkuu wa mkoa ufike sehemu husika, hivi vitu visije vikajitokeza tena 23. Tumevujiwa kule ndo nimekuja nimenunua nyumba hii hapa ikiwa kamili alioniuzia sebo. Katokea mtu sasa anadai Bwana Chamaku anasema mimi nimevamia nafasi yake 2013 wakati kuna nafasi ashauza toka elfu mbili na sita nyuma huko. Anasema nafasi yake ote nimehamia mimi. Wakati mimi nimekuja hapa nimenunua nyumba tusijavamia nafasi kwa hiyo ndo kanipeleka mahakamani mahakamani nimeshindwa mimi. Hakimu, kila nikimwambia huyu bwana hana nafasi, nafasi yake ameuza na karatasi hii hakimu akaipokea, akaisoma, akamuuliza nafasi yako umeuza? Akasema sijauza, akaikusanya akaitia kwa debe la taka. Kwa hivyo mimi sina lolote ninalosema, kila ninalosema mimi silo, ndilo ninalosema mwenzangu tu bwana Gonson. Sasa chama yako mimi naomba Mheshimiwa Rais kwanza Mama samia anisaidie, nisimamie kwenye langu hili. Mimi mwenyewe hapa nilipo nime paralyze, na shida sina pa kulala, sina pa kula nimo, tunaishi kama ndege wa mwitu. Kwa hivyo naomba Mama Samia anisaidie na mawaziri wengine walio na uwezo zaidi, na waingilie kati na wananchi wanaohusika na neno hili linalowakwaza au wanalolionea huruma. Naomba anisaidie kwa mpango wote watakaoweza kunisaidia mimi mwenyewe nime paralyze hapa nilipo, siwezi nguu siwezi mkono. Mkuu wa mkoa, naomba neno hili ukiliona limerushwa na kuomba na we usimame kidedea kwa kunisaidia mie raia wenu, maanake ndio nishakwama. Majina anaitwa Fatuma Omari Muhamedi. Mimi ni muhanga huku Kigamboni, tumezulumiwa nyumba, na nyumba hiyo tulikuja elfu mbili kumi na tatu tukauziwa na Dennis Busua maarufu Sebo toka hapo hatuna amani na nyumba hii. Alijitokeza mtu na kusema ya kwake, lakini sehemu yake hiye alishauza. Naomba na Mheshimiwa Rais Mama Samia utuonee huruma sisi wanyonge waliya chini tunanyanyasika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Waziri, watu wote wenye zamana ya nchi naomba mtusaidie, na wadau mbalimbali. Tunalala nje tunateseka kwenye hili, yani tunapakukaa mheshimiwa. <laughs> ni hilo tu, ndugu watangazaji, sisi tunateseka kitu tumepata kialali. Aliyeuza yupo Denis Busulu au Sebo, na hana msaada wowote. Nafikia hatua mpaka tumetolewa ndani ya nyumba, na bado huyo mtu bado anatunyanyasa mpaka leo. Hatuna amani kwa kifupi kwenye maisha, hatujui kapanga nini. Tunaomba serikali tusaidie sana kwenye hili. Majina mimi naitwa Edward Wambura, ni mjumbe wa shina namba moja. Eneo langu hapa, mtu wa kwanza aliyekuja kwanza kununua eneo hili, walikuja wawili. Mmoja alikuwa anaitwa nani, e, Bernard Carlos na wapili alikuwa anaitwa e, e, Chamaku. Baada ya kuja hao, walianza ku, kuzozana. Baadaye walienda kwenye, kwenye nani ya kata kwenye baraza la kata. Baada ya kwenda kwenye baraza la kata, waliamua kuja kugawa wakagawa Chamaku yeye upande wake ulikuwa upande wa kule. Na Chamaku baada ya hapo, yeye aliuza eneo lake. Huyu Bernard Carlos alijenga nyumba, na baada ya kujenga nyumba alikwenda kwenye taasisi akachukua hela. Baada ya kuchukua hela alitoweka. Sebo mwenyewe ambaye alikuepo kwenye taasisi hiyo alikuja kuuza hii nyumba, ndipo mzee kaja kununua hii nyumba. Baada ya miaka mitatu ndo akatokea Chamaku ambaye tayari alishauza eneo lake kaja hapa tena kwa eneo hili ni lake. Baada ya kuja alimpeleka huyu mzee kule mahakamani na, na kweli mzee hajiwezi, hajui kusoma wala nini, mzee akashindwa. Baada ya mzee kushindwa ikawa sasa yeye kutokana na ushindi huo anakuja hapa. Kwa mara ya kwanza alikuja utekelezaji ukafanyika, akanyang'anywa mzee nyumba yake alipoenda tena akaja tena kwa huyu huyu mzee anadai kwamba anakuja ku, kufanya utekelezaji kwa huyu mzee lakini sasa anakuja kwenye nyumba za majirani, ndo sasa anaanza kufanyaje? Kubomoa nyumba za jirani, na wakati huo hatoi taarifa. Mimi kama mjumbe inatakiwa mimi nip, nipate taarifa kwenye eneo langu ili nitayarishe hata wapangaji wajue namna kukaa. Kwa kweli ilikuwa ni aibu, wapangaji vitu vyao vimetolewa nje wanalia nje wengine, mpaka sasa hivi hawana pa kulala mpaka sasa hivi ninavyosema, na hata huyu mwenye nyumba jirani ambaye yeye alibomolewa, mpaka sasa hivi yeye na mkewe wako nje. Nafikiri mmeona vyombo vyake viko pale, anaingia uvunguni humu, na ni hatari, nyumba inaweza ikamwangukia, analala humo jinsi mnavyoiona nyumba ilivyo. Kwa kweli mimi ninachoomba rais, kama kweli ananisikiliza mimi mjumbe nalalamika kweli, nalia. Hanisaidie, haja tusaidie hawa. Kwa kweli tunapata mateso makubwa, tumejaribu kwenda mpaka wilayani, mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mpaka mkuu wa wilaya alikuja mpaka hapa eh? Akaona hili swala, tukazania tumemaliza, lakini huyu bwana bado anakuja ina maana ametawala mpaka huko eh? Kwa hiyo naomba kwa kweli kama rais yupo eh? mkuu, mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa, mkuu, mkuu, mkuu. kama ananisikiliza kwa kweli aje atusaidie.